Kila mara nakwambia acha kutumia mifumo ya jenereta kama hii kwa ajili ya kupandisha maji kwenye kisima. Hii ni matatizo, hii ni ni matatizo matatizo. Kila mara nimekuwa nikikwambia achana na hivi vitu, njo ni kufungia pampu za sola pumpu, ambazo unaifunga pumpu na tunafunga solar panels, solar panels juu juu juujuu. Tunakupa panels kama hivi unavyoona. Huu ni mfumo tumemletea mteja wetu wa pumpu ya hose power mbili hii hapa. Nitakwenda kuonyesha baadaye hii pump jinsi ambavyo inafanya kazi kwa ajili ya kupandisha maji. Hii pump haitumii generator inatumia solar. Tumekuja na panel sita kama unavyoziona. Hizi hapa ni panels za wati 595 na, na na panel hizi tumekuja nazo panel sita. Tunakwenda kumfungia mteja wetu, ataacha kutumia kabisa generator ile bovu. Atakwenda kutumia jua moja kwa moja, endapo jua linawaka basi pump yake inaweza kupandisha maji kutoka chini ya kisima mpaka kuleta maji kwenye kwenye kwenye tenki. Nitakwenda nikuonyeshe namna ambavyo pampu hii inakwenda ku uh, kupandisha maji, twende tukatazame hilo. Haya, paneli zetu tayari tumeziweka hapa chini kwa ajili ya majaribio kwa ajili ya pampu yetu. Sasa tuangalie jinsi ambavyo inapandisha maji. Paneli zetu tumeziweka hapo kama unavyoziona, paneli zetu ni sita na kila paneli moja ni wati um, 595 Ehe, mia tano tisini na tano, volti arobaini na tatu, kila paneli moja. Na hii pampu inakuja na control box yake. Hii ndo control box yake, ambayo inachukua volti themanini mpaka paka mia mbili na ishirini DC. Ehe, volti themanini, paka mia mbili na ishirini DC. Hii ndo inaweza kuicontrol hiyo yyo pampu. Kwa hiyo wire za, za paneli zikija, zinaingia kwenye hii control box. Alafu zinatoka zingine hapo, zinakwenda kwenye pampu. Sawa. Haya, hii ndio pampu yetu. Sasa tukaanza kuiunganisha, wakati huo tunataka tuiunganishe for testing, tuangalie jinsi ambavyo itatupandishia maji. Power pump ni horsepower mbili, ni wati elfu moja mia tano lakini tumeweka paneli sita za wati mia tano na tisini na tano ili kupata current nzuri, ili pump ijiendeshe hata kama kuna mawingu. Wakati wa mawingu pia pump ifanye kazi vizuri bila changamoto yoyote. Sasa tuliidumbukiza pampu yetu kwenye kisima na wakati tunaidumbukiza huku maji yanaanza kupanda, kwa sababu mwenyewe alikuwa amepata maji mengi, kwa sababu hapo unaona pampu inaanza kushuka chini na maji yanaanza kupanda vizuri kabisa. Hichi kisima kilikuwa ni kisima cha mita sabini lakini angalia maji yameanza kupanda vizuri. Maji yanapanda, yani maji yanapanda, angalia ukubwa wa mpira na jinsi maji ambavyo yanajaa vizuri kabisa. Hapo wanateremsha mpira kwenye kisima. Ndio maana unaona maji anacheza cheza na katakata -kata, lakini maji yalipatikana mengi ya kutosha. Sasa ngoja ni kuonyeshe, uh, pipa la lita 250 na, na lijaza kwa muda gani. Tazama video inayofuata hapo, uangalie.